Ni mshangao jinsi ambavyo polisi anaweza kuvamiwa akauawa, au akanyang'anywa silaha. Anasema ni hali ya fedheha kabisa. Hii mmeitazamaje? Kitu cha kwanza kabisa ni lazima tutambue kwamba kazi ya polisi ni kuangalia vitu viwili: kwanza raia, pili mali zake na katika kutekeleza hilo, wakati mwingine anafanya kazi mchana, wakati mwingine usiku, lakini kuna watu wengine au raia wengine ambao wana mawazo tofauti, na hivyo au kwa kutafuta utajiri wa haraka haraka kwa kutumia mabavu, na kwa vile hawana silaha wanajaribu kutafuta kila namna ambayo wanaweza kwenda kwenye kituo cha polisi ambapo wana uhakika kwamba hapa kuna silaha, waweze kuzipora zile silaha na zile silaha wazitumie katika mambo yao ya uhalifu. Hili si jambo zuri na sidhani kama linampendeza mtu yeyote. Limetokea katika baadhi ya vituo vyetu vya polisi huko nyuma, lakini ukiangalia sana sana ni kwa sababu ya miundombinu katika hivi vituo vyetu vya polisi sasa katika hizi siku mia moja tumeliangalia na kuona kwamba kwa upande mwingine mifumo yetu ndani ya polisi haikuwa mizuri kwa sababu aidha vituo vyetu vimejengwa zamani sana na vinatoa mwanya kwa watu kama hawa ambao ni waharifu kuweza kuwavamia askari wetu na kuwanyang'anya silaha. Lakini hili ni jambo ambalo tumeliona sio zuri, tumeimarisha maeneo yote ya polisi katika vituo vyao, hasa hasa ma, um, saa za usiku ambapo hawa watu wanaweza kuja na kuweza kuvamia vituo vyetu vya polisi na vilevile vile tumefanya kazi ya ziada ku, kwa kuhakikisha kwamba tuna intelijensia ya kutosha kuweza kuwatambua hawa watu, na hili sidhani kama litaendelea na litajitokeza zaidi, kwa mikakati ambayo tayari tumeifanya katika hizi siku mia moja, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunakuwa na ulinzi wa kutosha, yaani wale wanaokaa kituo na wenyewe wanalindwa ili kuhakikisha kwamba mtu yeyote anayekuja wana zunguka, zunguka tuweze kumbaini mapema kabla hajatufikia. mm -hmm. Katika siku hizi mia moja, ziko ripoti ambazo ni ripoti nyingine zimekuwa ni mashuhuri kabisa zinazoonyesha kwamba na jeshi la polisi lenyewe haliko salama. Ni kweli ripoti hizo zinasema hivyo kwamba jeshi la polisi linaweza kuwa haliko salama lakini pamoja na ripoti hizo, ripoti hizo ndio zinatupa nafasi ya kuweza kuhakikisha tunaweka mifumo na tahadhari ya kuhakikisha kwamba jeshi letu liwe salama. Kwa mfano, tumesikia kwamba kuna watu labda wanaweza kuwa wanajipanga au wanapitia sehemu mbalimbali wanafanya mazoezi e, mistuni na, ili waweze kuendelea kuwa mstuni kule lazima wawe na chakula wawe na namna ya kuweza kuishi kule, kwa sababu hawana chanzo chochote kingine cha kuweza kuwapatia hela, lazima watafute labda, eh, kuwahonga polisi, kuwahonga polisi. Sidhani kama ni hivyo. Sana sana wanafanya ujambazi, watakwenda watavamia benki, wakivamia benki, watavamia kituo cha mafuta watapata zile pesa. Zile pesa watazitumia sasa kujiimarisha kukaa kule msituni. Sasa kwa sababu hilo tumeshalibaini, cha kwanza ni kutambua tatizo. Sasa ukishalitambua tatizo, unaweka mikakati sasa ya kwa kuhakikisha kwamba halileti madhara kwa hao askari wetu ambao ni muhimu sana tuwe nao. Lakini mheshimiwa, pia eh, polisi inatajwa katika taasisi zinazoongoza kwa rushwa, idara ya polisi inawezekana ni ukweli, lakini sina uhakika kwamba inaongoza. Jambo ambalo naweza niseme labda, tutu, tutu, tu, tuwe wakweli, kila eneo lina watu wachache ambao wanaweza kuwa wanachafua eneo hilo. Ukise, ukienda kwa walimu, utasema kuna baadhi ya walimu wana tabia hii na hii na hii ambayo inaendana kinyume na maadili ya ualimu. Na ndani ya jeshi la polisi, wako wachache ambao yawezekana wanalichafua jeshi la polisi. Hebu tuende, turudi nyuma kidogo, namna ambavyo polisi anapatikana anakuwa askari polisi. Kwanza tunakwenda katika maeneo ya wilaya zetu, hawa vijana wanachujwa. Eh, wakishachujwa katika kamati za ulinzi na usalama katika wilaya zetu, ndipo wanachukuliwa sasa, wanakuja katika jeshi la polisi, wanapelekwa kupata mafunzo, halafu ndipo wanakuja wanaajiriwa kama polisi. Ndivyo ndivyo tulikuwa tukifanya zamani, lakini sasa hivi tumebadilisha huu utaratibu. Vijana kwanza wanakwenda jeshi la kujenga taifa kwa hivyo wanafundishwa vizuri kabisa kuipenda nchi yao. Sasa katika hao tunawachukua wengine, tunawaleta tunawafundisha kuwa askari polisi kwa kuwapa elimu ambayo itawasaidia sasa, pamoja na nguvu za kiaskari, lakini waweze kuwa na namna ya kuweza kuwasiliana na raia na kuwahudumia kama watu wa huduma na vilevile walinzi wa usalama kwa kufanya hivyo unakuwa umepunguza sana hiyo hali ya utoaji rushwa, lakini kama wapo ambao wanaweza kupatikana na rushwa kwa sasa hivi hatuna nafasi nao katika jeshi letu. Yoyote anayepatikana anachukua rushwa tunamwondoa. Sasa so, so, rais anasema kwamba <coughs> jeshi la polisi ni lazima liwe kimbilio la, la wananchi. Nasemaje kwa Kiswahili? Ni kweli sisi wakati tunakuwa, ukipata tatizo mahala pa kupata usalama ni polisi. Hata ukienda Ulaya ukiwa unatembea, ukitaka uulize upate msaada, ukimwona askari polisi, ndio mtu unayemwona kwamba huyu atanielekeza. Nina uhakika kwamba atanielekeza, na hilo ndio jeshi tunalohitaji hapa na huo ndio mkakati tulionao wa kuhakikisha kwamba tunapozidi kuajiri, tunapozidi kuongeza idadi ya polisi, tujenge jeshi la polisi lenye nidhamu lenye maadili lenye kufanya kazi ile ambayo raia wanaitarajia. Naam, sasa <coughs> hizi ni siku mia moja za rais Dr John Pombe Magufuli ikulu jijini Dar es Salaam. <coughs> na mimi ni mwenyeji wako Marine Hassan Marine. <coughs> niwe radhi kidogo e, kifua kimeji <coughs> kimejitatiza hapa na baridi na vitu kama hivi lakini, <coughs> mgeni wangu ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi e, ambaye ni mheshimiwa Charles Kitwanga. Hebu twende mapumziko kidogo tupishe wanaotuwezesha hapa alafu tutarejea. Ili binadamu aweze kufanya kazi vizuri mwili wake unahitajika kuwa na afya njema. Afya ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Afya haichagui mtoto, baba, mama wala jinsia yoyote ile, na afya hulindwa kwa nguvu zote lakini hufika wakati afya ya mwili wa binadamu hutetereka, na hapo hakuna tena uwezo wa kufanya kazi za uzalishaji mali. Mwili huhitaji kupata matibabu, lakini gharama za matibabu ni kubwa sana, na watanzania wengi hushindwa gharama hizo. Akina mama, ili mgonjwa wenu aweze kupata matibabu na vipimo, gharama yake ni shilingi elfu tisini na mbili. Ela yote hiyo dok, sisi hatutaweza hizo gharama, tunaomba basi tuondoke na mgonjwa wetu. Kwani akina mama nyie, amna kadi ya NHIF? kadi kwa nini ya yawakute haya yote ya kushindwa kulipia gharama za matibabu? Jiunge sasa na mfuko wa taifa wa bima ya afya ufaidike na huduma zaidi ya kumi na moja za afya zinazotolewa NHIF. Huduma bora za matibabu ni haki yako na ni dhamana yetu. NHIF yuko kwa ajili yako. ili binadamu au... na mgeni wangu ni mheshimiwa Charles Kitwanga, ambaye ni <coughs> waziri anayehudumu katika mambo ya ndani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, kitengo cha usalama barabarani kinaonekana kama ni, ni matatizo kidogo raia katika siku hizi mia moja, hasa madereva hawa ambao wengi sana wamejiajiri huko, ndugu zetu wa madaladala, magari ya mikoani, wamekuwa na malalamishi mengi kuhusu kitengo hiki cha usalama wa barabarani. Karibu sana kwanza niseme tu, kwanza niwapongeze hawa askari wa usalama barabarani, hasa hasa wa Dar es Salaam kwa kuweza kuenda kwa kasi sana na kuweza kutumia hii teknolojia mpya ya kutoza pale ambapo wanamkamata mtu uh, uh, au ana tatizo au amevunja sheria za usalama barabarani, kwa sababu mara nyingi kwa nyuma tulikuwa tukitumia vitabu lakini sasa hivi tunatumia electronic, kuna hizi point of sales. Unapofanya kosa, unapotozwa fine, hautozwi tena kwa kuandikiwa vitabu. Anabonyeza bonyeza kidogo tu hapo <coughs> receipt inatoka, anakupa niwapongeze hilo kwa kuweza ku, kwenda kwa kasi na kuweza kuitumia teknolojia hii lakini kitu ambacho tunajaribu kusisitiza ni kwamba ukiangalia hata hapa Dar es Salaam, msongamano wakati mwingine unasababishwa na sisi na we, madereva wengi ambao hawafati sheria barabarani. Mtu anaona taa nyekundu kabisa inawaka anapita tu. Mtu unaona kabisa wenzake wako kwenye mstari wamejipanga wanakwenda kwa spidi nzuri, yeye anaamua wenyewe wanaita kutanua, anakwenda ule upande mwingine, anawapita wenzake, anafanya vurugu. Sasa sidhani kama askari wa askari polisi aliyeko barabarani atamwachia mtu kama huyo avunje sheria na huku watu wengine wakiona kabisa. Sasa ni lazima mkamate na hakikishe kwamba anamtoza faini. Sasa kuna swala ambalo sisi raia pamoja na polisi tunakaa tunajadiliana, badala ya kulipa ile faini anasema ah, anaanza kuanza kubembeleza nikupe kiasi fulani. Kwa hivyo anamshawishi yule askari e, polisi wa barabarani apokee kiasi kilicho chini ya kiwango ambacho kinatakiwa kitolewe na, na sheria ili amwachie. Sasa hili tunaita ni rushwa. Mwenye makosa ni askari polisi wa barabarani na raia anayefanya hivyo. Wito wangu kwa Watanzania, wewe ukiona umekosa, mwambie askari wa aliyeko barabarani akuchaji na akupe risiti halali ya serikali. Tukifanya hivyo swara la rushwa litaondoka. Lakini kama sisi tunakuwa chanzo cha kuwashawisha hawa askari kwamba ah, mimi nisamehe kidogo, mimi nikupe kidogo, maana yake unamshawishi yule askari apokee rushwa. Kwa hivyo ni, ni waombe Watanzania, hili ni tatizo la kwetu sote. Inakuwaje unatoa hela au unamuhonga askari trafiki? Halafu unasema askari hawa wa barabarani wanachukua rushwa sana. Tukikataa sisi watanzania kutoa, hawa hawatapokea rushwa. Nirudie tena wito wangu kwa Watanzania, jamani, tusiwashawishi na tusitoe rushwa. Akikuomba, piga simu 999 au zile namba zilizotolewa na Vodacom, Airtel, elezea kwamba mimi niko kituo fulani, askari na bahati nzuri askari wote wanavaa beji majina na majina pale <coughs> andika, toa taarifa. Lakini kama tu, kazi yetu inakuwa ni kulalamika tu kwamba askari trafiki ni wachukua ni, ni, ni, wa rushwa wakati rushwa tunaitoa sisi, nadhani hatutendi haki Lazima tu tudai haki yetu.